There is a choice to keep quiet, you be safe uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa eh, kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu and we live by the consequences of the choices that we make make and they make a hard uh, a choice, na jua consequences zake. O, mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja Kajuni, nime, nime taratibu kupita hapa kweli mpaka wote ni poras na mimi hapa ni kwetu mzee, kwetu ni yapo kitakasembe hapo, babangu ndio mzee. Kwa hiyo nimesoma hapa namaharaga shule ya msingi hapo, kwa hiyo I know this border. Ningetaka ni kuvuka hapa, wee usingeniona, kajuni asingeniona, nobody would see me. Ningeniona niko bondo <laughs> na msingenikamata, na ningerudi na msinge nikamata. Sasa mimi sio muhalifu, ndio maana nimekuja Alafu, mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Uh, since yesterday uh, wana organize. I knew it. And they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Uh, mimi